Unaona, sisi vijana, sisi vijana ni tegemeo kubwa sana kwa wazazi wetu, si wavulana, si wanawake. Lakini sasa tunawatatiza sana wazazi wetu, haswa vijana wa kiume, vijana manake, mwanamke sawa, mwanamke ataolewa, mwanamke ataolewa. Lakini wewe kijana, wewe kijana hmm? Umejishughulisha na tungu nzima ya mambo ya dunia. Ndugu yangu, dunia hutaiweza, dunia haiwezekani, dunia haiwezekani. We tafuta mahali, eka kichwa chako chini, jite mkutano, upange maisha yako, upange future yako, manake umri ulionao hautabaki hapo. Unazidi kuwa mkubwa, una unazidi kukomaa, unazidi kuwa mzee, na ndio hapo napokuwa mzee, matatizo yanaanza kusonga sasa. Usipochunga uzee wako, utakuwa mchawi. Mi nakwambia, nakwambia usipong'ang'ana saa hizi umri ulionao, ah, urongo mbaya. Ukiwa mzee utakuwa mchaa huyu usipong'ang'ana sahii, ukapambana ukajitafuta ukajipata, sawa.